Habari watazamaji wangu wa jikoni kwangu, karibuni basi. Leo tutapika kuku pilau, mm-hmm. tutajua baadaye tuna save, tuna save nini chakula chetu. Kama kawaida, hapo nimemsafisha vizuri kuku wangu na nimemkatakata, nikaanza na kumarinate, kaweka chumvi, tangawizi, kitunguu saumu, yani kamchemsha, nikamchemsha. So najua mimi sipendi viungo vingi, nilishawaambia video ya kwanza sipendelei ma spice mengi sana, sipendi. Ila wewe kama unapenda, unaweza kuongezea zaidi na zaidi, kitu ambacho unakipenda. Basi hapo nkasema ngoja nionje, jamani, uko kuonja <laughs> nanapo kwanza nicheki nikaeka okay, zangu kijisupu nikaonja, kazi na dawa. Basi kaanza ba, zangu kuunga mchuzi sasa hapo nikaanza na vitunguu, kakaanga zangu vitunguu ili nifanyeje? Niunge mchuzi. Basi vitunguu vyangu nikakaanga vizuri, vikawa vya brown, nikaweka zangu nyanya ambayo nimesaga tumia blender, nimaliza akoroga kidogo hapo, ichanganyike vizuri na vitunguu vyangu, kisha nikaweka chumvi. Chumvi ni muhimu weka chumvi kangaa. Hapa spice yangu ya chicken masala kwa so, sababu leo napika huu mchuzi wa kuku, lazima nitaweka chicken masala kidogo. Basi naweka hapo vitu vyangu atu, kahakikisha kila kitu kiko sawa, kakadilia vyombo vyangu. Sina vipimo, sina nini, nafanya kukadilia. Sababu gani? sipendi spice nyingi. Basi tukaendelea pale, tukokoroga paka vikorogike kusema, ngoja nifunike sasa nyanya yangu iive vizuri kabisa. Basi nikafunika kasema, hemi angalia mboga yeah, gani eh, ya mboga ndio ile baki jamani, ulo huu. By the way, hapo kuna kuku mwingine nitamkaanga na nyingine ndio nitaunga mchuzi kwa, usishangaa hapo, shangaa punguza po kuku, mbona nataka nikaange? mchuzi wangu, niuangalia nyanya zangu kama zimeiva. Jamani, hakikisha nyanya ya husaga inaiva sinuki ubichi. Kwa hiyo kuwa mvumilivu unapokuwa jikoni, shughuli yako iwe ni moja tu, kupika. Kuangalia mboga yako inaendeleaje, sema eh, tayari imekauka jamani. Sema ngoja niweke nazi. Katika nazi yangu ya pasi mzuri hapa, nipenda sana, ina uzito mzuri Nyinyi mtaniambia inazi jinsi gani inafanya vizuri kwenye mboga. Basi nikasema ngoja niweke vitoweo vyangu katika mboga yetu. Basi nikaanza kuweka hapo mdogo mdogo mdogo mdogo, nikaanza kuweka mboga zangu kwenye losti yangu ya nyanya ambayo ni tayari nikaweka nikiweka, jamani, nikaweka nikiweka, mate ananitoka mimi, mi ni mloho, napenda kuku, napenda vipi, yani ingekuwa ni sio nyamazi kimchuzi kidogo <tosikilogu> nikaweka mchuzi wangu hapo, nilivoweka basi mchuzi wangu unaendelea, nikienda ukienda, nikakoga kologa hapo, nikasema eh, mchuzi imeka mwingi, lakini kitakaa saa, ilishachemka kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Basi nikasema hapo, kologa kologa, kinazi changu niache chemke, changani nakoga kologa nazi tena hiyo

imekaa vizuri jamani, siwenye mnaona mchuzi uko vizuri. Kasema pamoja niandae nini mchele wangu. Mchuzi tayari, enda mchele wangu viungo vyangu kama kawaida, na spice mingi mimi. Siwezi nikachua mchuzi wangu wa supu, nikamchemsha huo ndio nitapikia wali. Basi nikaanza zangu hapo na nini viungo hapo. Haya, kakazau mafuta Haya ah, jamani, kile kitu unaweka kulingana na wingi wa mchele wako. Hivi nilivyoweka ndo mimi wingi wa mchele wangu jamani. <laughs> Kama una mchele mwingi, unaweza ukaongeza mafuta kibao, nusu ya sufuria, au kama ni spice hivyo, pakiti hata nne, wewe tu kipenzi. Ah, kaka zangu, vitunguu unaweza kukoroga nikaeka mchele wangucekewa mchele wangu kakauka jamani, nikaanza kukaanga jamani, usechi kukaanga kwa sababu utashika chini na utaungua kwa panakangakanga